Jinsi ya kupata kupata ofa kwenye mtandao w wa, wa Halotel unafanya hivi yaani, kwa kasimu kadogo, jinsi ya kupata na hakikishi hiyo laini bado mpya, yani umesajilia hiyo siku hiyo hiyo n yani, ukisajilia tu na unapata hiyo, yani ukipata tu yani, unapata hiyo ofa kabisa, ni uhakika kabisa yani, cha kwanza uhuwetu wenewaumesajilia hiyo siku hiyo. Sasa yani cha, cha kufanya hapo yani sio kitu kingine, na unabonyeza menu hiyo menu. Sasa ndo unafanya nini? Unatumia hiyo menu, sio nyingine. Ndani kuelekeze hapo, nabonyeza, nabonyeza hivi Uh, uh, yani vitu vya kuzingatia yani, kinachotakiwa hiyo line iwe mpya iwe haijamaliza siku, yaani masaa ishirini na nne, yaani wewe umesajilia hiyo siku hiyo hiyo, na ili uweze kuwafanya nini, kuomba kuwa hiyo ofa hiyo. So cha kufanya unabonyeza hivi nabonyeza hivi hivi, mm, ndio nataka niwaelekeze, na nafuda nimeshawaelekeza sasa. Hapa ni Halotel, mm, mwende ambao hawajaona kwa yasi na yasi, nimeshaulekeza kabisa. okay, kila kitu nimeshaonyesha hapa, taa nionyeshe kwa Halotel. Halotel ataka niwaonyesha, nafanya hivi mm, mm, nabonyeza hivi sasa unawika hapa ishirini na nane afualiv haya, unasend wenyewa na hapuna mm -hmm. Subiri kidogo, yaani samahani, umeshindwa kupokea sa zawadi kwa sababu laini yako ina zaidi ya masaa ishirini na ngapi, ishirini na nne. Sasa sunaona hapa hapa ningekuwa bado sija, sija sija uja ningekuwa si, yani bado mpya hii line ningeshapata nini shpata nigikuwa nimeshapata hiyo ofa. Star hotel wazingua, yani hapo hapo tu wanakupa hii nyingine, niangalie na nawbonyeza hivi unafanya ishirini na nane unafanya hivi then natuma chatuma, na subili kidogo, kama kama hm anakupa majibu wanaandika saman